Alikuwa masikini kabisa, akaanza akiwa sifuri kabisa, akauza mkaa mtaani, akafungua kampuni kubwa ya nishati ya mkaa wa kisasa, mwisho akafanikiwa na kuwa bilionea. Hii ni hadithi ya uchumi, hadithi ya kijana aitwaye Mosi. Hadithi hii ni darasa kubwa sana kwako wewe mtazamaji. Karibu ujifunze ujasiriamali. Niandikie hapo chini kwenye comments, unatazama ukiwa wapi, hali yako ya kiuchumi ikoje kwa sasa? Like na share, tusipoteze muda, tuanze hadithi. Mosi alizaliwa kijijini Kisongwe, eneo lilokuwa halina hata benki. Wazazi wake walikuwa wakulima wa mazao ya mahindi na mihogo. Kipato chao hakikupita shilingi elfu mbili kwa siku. Mosi alikuwa mtoto wa pekee mwenye ndoto tofauti. Aliamini maskini si yule asiye na pesa, bali ni yule asiye na mpango. Siku moja, baada ya shule, akiwa amevaa kaptula iliyotoboka magotini, alikaa kwenye kichochoro, akawaza, kwa nini watu wengine wanafanikiwa na sisi tunaendelea hivi hivi? Alianza kuchora kwenye daftari njia ya pesa, akigawa duara tatu: kutafuta pesa, kuhifadhi pesa, kuzizalisha pesa. Wakati wenzake wakicheza mpira, mosi alianza kuchukua magunzi ya mahindi yaliyosalia ya mashambani na kuyachoma kuwa mkaa. Akaanza kuuza kwenye wabibi wa kijiji. siku ya kwanza alitengeneza shilingi mia nane. siku ya pili elfu moja mia mbili, wiki mbili mbele, alikusanya elfu saba Siyo kiasi kikubwa, lakini kitu kilianza kubadilika ndani yake. Aligundua siri ya kwanza ya kwanza pesa, pesa si visingizio. Miaka miwili baadaye, mosi alikuwa anauza mkaa kwa rejareja reja, lakini alianza kugundua kwamba muda mwingi anapotea kusaga mkaa, kubeba na kuuza kidogo kidogo. Akaanza kuuliza maswali, kwa nini nisiuze kwa jumla badala ya rejareja reja? Hapo ndipo alianza somo la pili la maisha: mjasiriamali mali kweli haangalii bei, anaangalia thamani. Alijifunza kwamba wateja wanataka suluhisho, siyo bidhaa tu. Akaanza kuwapekea wafanyabiashara wa mjini mizigo mikubwa ya mkaa, akiwa anatumia baiskeli ya kukodi. Mapato yake yakapanda hadi elfu arobaini kwa wiki. Siku moja mzee mmoja mwenye duka kijijini alimwambia Mosi, pesa ndogo ikikaa mkononi bila mpango inakimbia haraka kuliko upepo. Hilo likawa somo lake la tatu, tenga kati ya matumizi, akiba na mtaji. Mosi alianza kuweka arobaini akiba, hamsini mtaji, kumi matumizi. Miaka mitatu baadaye, akiwa na shilingi laki nane alihamia mjini Morogoro. Alipofika, maisha yakamshinda: kodi ya chumba hamsini elfu kwa mwezi, chakula ishirini elfu kwa wiki, biashara ngumu na hakuujua mji vizuri. Mosi akaanza kuuza maji barabarani akitumia jokofu la plastiki. Watu walimcheka, lakini moyo wake ulikuwa haujashindwa. Siku moja akiwa anauza maji alisikia vijana wawili wakiongea kuhusu tenda ya kusambaza mkaa kwenye hoteli. Akasikiliza kwa makini. Usiku huo alikaa na karatasi akaandika mpango wa biashara. Hakujua kuandika rasmi, lakini aliandika kiaina, nina wazo la kusambaza mkaa uliopangwa vizuri, uliopimwa, wenye kifurushi safi. Akaenda hoteli moja akapewa nafasi ya kujaribu wiki moja. Alitengeneza mifuko ishirini ya mkaa yenye nembo, mkaa bora wa Kisongwe wateja walipenda na hoteli ikampa kandarasi ya mwezi mzima. Alianza kutengeneza mifuko ya mkaa yenye nembo na uzito wa kilo tano, kumi na ishirini. Hilo likawa chimbuko la biashara yake Mosi Charcoal Suppliers. Hapo ndipo alijifunza kanuni kubwa ya nne: biashara inakuwa kwa kuongeza thamani, si kwa kuongeza bei. Alianza kuajiri vijana wanne waliokuwa mitaani, aliwafundisha nidhamu, usafi na jinsi ya kushughulika na wateja. Akawa anasema kampuni haijengwi kwa bidhaa, inajengwa kwa mfumo. Mwaka uliofuata kampuni ikapata mkataba mkubwa wa kusambaza mkaa kwenye shule binafsi. Lakini siku moja lori lililokuwa na mzigo mkubwa liliungua, hasara milioni 35. Wafanyakazi wakamkimbia, baadhi ya marafiki wakamcheka, wengine wakasema, tulijua tu atashindwa, bado ni mtoto wa kijijini. Mosi hakukata tamaa. Aliandika kwenye daftari lake, hasara ni shule ya wale wanaotaka kufaulu. Akaenda sokoni, akakaa chini, akaanza upya. Safari hii akaamua kusoma kitabu cha Rich Dad Poor Dad, akaelewa neno assets na liabilities, akaanza kutofautisha kati ya vitu vinavyoingiza pesa na vinavyotoa pesa. Mosi alijifunza kwamba biashara nyingi hufa sio kwa sababu ya hasara, bali kwa sababu ya mtiririko mbaya wa fedha, cash flow. Akaanza kutumia mfumo rahisi wa karatasi: mapato, matumizi, faida, akiba, uwekezaji. Akaweka malengo ya miezi mitatu, sita na mwaka mmoja. Akaanza kuwekeza kwenye bidhaa zinazohitajika kila siku: mkaa, sabuni na chumvi. Akaunganisha bidhaa tatu kwenye duka moja dogo, faida yake ya mwezi ikapanda hadi milioni kumi na nane. Alipokuwa akitafuta kuongeza mauzo, Mosi alijifunza somo jingine muhimu sana: bei ndogo huvutia wateja, lakini ubora hubakiza wateja akaamua kuweka ubora mbele. Alianza kufunga bidhaa kwa mifuko mizuri, akaweka alama ya environmental friendly. Hilo lilimletea soko jipya, hoteli kubwa na maduka ya rejareja mjini. Kila asubuhi kabla ya kazi, alihutubia wafanyakazi wake akisema, tajiri si mwenye pesa, bali mwenye mfumo unaoleta pesa, hata akiwa amelala. Siku moja benki ilimtembelea. Waliona akaunti yake ya biashara imekuwa na mzunguko mzuri, wakamfundisha kuhusu mikopo yenye dhamana ndogo. Alichukua mkopo wa milioni kumi na kuwekeza kwenye mashine ya kupima na kupakia mkaa otomatiki. Mapato yake yakapanda hadi milioni tano kwa mwezi. Akaanza kuhudhuria semina za kifedha, akajifunza kuhusu uwekezaji kwenye hisa stocks, faida ya riba mchanganyiko compound interest, kutofautisha mtaji na mapato ya matumizi. Akaandika kanuni yake ya maisha: kila shilingi ifanye kazi kabla haijapumzika. Wakati anapanda zaidi, Mosi alikutana na changamoto mpya. Watu wa kuaminika wengine walimwibia, wengine walikula pesa za kampuni. Akaamua kuanzisha mfumo wa uwazi, kila mfanyakazi awe na ripoti ya kila siku. Akaweka utaratibu wa profit sharing, asilimia kumi ya faida inagawanywa kwa wafanyakazi. Kwa mara ya kwanza aliona nguvu ya timu. Fedha ni nguvu, lakini watu sahihi ni nguvu zaidi. Baada ya miaka saba tangu kuanza akiwa sifuri Mosi akawa tajiri anayeheshimika. Akaanzisha kampuni rasmi Mosi Green Energy Limited, akaanza kuuza bidhaa zake hadi nchi jirani Zambia na Kenya. Akanunua nyumba, gari, lakini hakusahau alikotoka. Alirudi kijijini Kisongwe, akafungua kituo cha mafunzo ya ujasiriamali. Akaandika kwenye bango kubwa, utajiri siyo bahati, ni maamuzi madogo sahihi kila siku akaanza kuwafundisha vijana jinsi ya kuanza biashara bila mtaji mkubwa, jinsi ya kupanga fedha na umuhimu wa nidhamu ya kifedha. Kila mwisho wa somo alimalizia na kauli moja: elimu ya pesa siyo kuhusu pesa, ni kuhusu tabia, nidhamu na uamuzi. Baada ya mafanikio ya Mosi Green Energy, Mosi alianza kuona mbali zaidi. Aliona tatizo kubwa la nchi: ukataji miti kwa ajili ya mkaa. Akasema Sitaki tu kuuza mkaa, nataka kubadilisha jinsi tunavyopata nishati. Alianza kutafuta teknolojia ya briquettes, mkaa unaotengenezwa kwa taka za kilimo kama maganda ya mpunga na majani ya miwa. Alisafiri hadi Kenya kujifunza mfumo huo, akajifunza somo jipya la kifedha: teknolojia ni uwekezaji, si gharama. Akanunua mashine moja ya majaribio kwa milioni kumi na tano. Mara ya kwanza mashine ikaharibika, akapata hasara lakini hakukata tamaa, akaongeza utafiti, akaajiri wahandisi wawili vijana, na baada ya miezi mitatu, wakazalisha briketi safi inayowaka muda mrefu kuliko mkaa wa kawaida. Soko likalipuka, hoteli na shule zikaanza kuagiza bidhaa hiyo mpya. Alipata kandarasi ya zaidi ya milioni mia moja hamsini ndani ya miezi sita. Sasa Mosi hakuuza tena bidhaa, alikuwa anauza suluhisho. Hapo ndipo aligundua kanuni ya dhahabu: Tajiri wa kweli ni yule anayegundua tatizo kisha akaligeuza kuwa fursa. Soko lilipomwona mosi anapaa, makampuni makubwa yalijaribu kumwangusha. Wengine walishusha bei, wengine wakaanza kumchafua kwa matangazo ya uongo, wakidai bidhaa zake si salama. Mosi akaona hatari kubwa, kampuni yake inaweza kupoteza wateja. Lakini hakupambana kwa maneno, alipambana kwa uthibitisho na ubora. Akaomba vyeti vya kitaifa vya ubora kutoka TBS akaajiri mtaalamu wa masoko, akaunda kampeni kubwa iitwayo Safisha nchi tumia briket. Akaanza kushirikiana na wanahabari na vyuo vikuu. Baada ya miezi minne, jina lake likarudi kwenye soko likiwa na nguvu zaidi. Soko lilimkumbatia tena. Wakati huo, akajifunza somo kubwa la biashara: washindani si maadui, bali ni walimu wanaokufundisha namna ya kuwa bora zaidi. Sasa Mosi alikuwa amekuwa nembo ya mafanikio, lakini hakutaka kubaki katika sekta moja. Alisema, ukiegemea kwenye chanzo kimoja cha mapato ni kama kusimama mguu mmoja juu ya barafu. Akaanza kuweka pesa zake kwenye maeneo matatu: moja, kilimo cha kisasa, alinunua hekari mia moja za shamba la miwa na mpunga; mbili, majengo ya biashara, akaanza kujenga kompleksi za maduka Morogoro na Dodoma; tatu, elimu, alifungua taasisi ndogo iitwayo Mosi Academy of Business Mindset. Akaendelea na sera yake ya msingi: Mapato ya kazi ni ya leo, mapato ya uwekezaji ni ya kesho, lakini mapato ya elimu ni ya kizazi kijacho. Wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali walikuja kujifunza. Alifundisha jinsi ya kuanza biashara bila mtaji mkubwa, kujenga nidhamu ya kifedha, kutofautisha mapato na mtaji, kuandika mpango wa kifedha wa maisha. Baadhi ya vijana waliopitia kwake wakawa wafanyabiashara wakubwa. Baada ya miaka michache, Mosi akaanza kuona lengo lake likitimia, kuwa taa kwa wengine. Miaka kumi na mbili tangu kuanza sifuri, Mosi sasa alikuwa bilionea. Lakini tofauti na wengi, hakuwa na kelele. Alikuwa na utulivu wa ndani, hekima na moyo wa kutoa. Siku moja, kituo kimoja cha televisheni kilimwalika kwenye kipindi cha Safari ya Mafanikio. Mwandishi akamuuliza, Mosi, siri ya mafanikio yako ni nini hasa? Mosi akatulia, akatazama kamera, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, nilianza kwa kuamini kwamba pesa si tatizo bali tabia zetu kuhusu pesa ndizo tatizo. Nilijifunza kwamba pesa haiwezi kubaki kwa mtu asiye na mpango. Niliamua kuishi kwa kanuni tatu: moja, usitumie pesa kabla haijafanya kazi; mbili, usihifadhi pesa bila mpango wa kuizalisha; tatu, usipande mtaji wako kwenye udongo wa tamaa. Kisha akamalizia kwa maneno yaliyotikisa taifa: utajiri ni mtihani wa akili, si wa bahati. Tajiri wa kweli si mwenye akaunti kubwa, bali mwenye maamuzi madogo sahihi kila siku. Siku hiyo vijana wengi walijaa kwenye mitandao wakitumia alama ya reli, yaani hashtag elimu ya pesa, safari ya Mosi. Baada ya miaka michache, serikali ilimteua kuwa mshauri wa maendeleo ya vijana. Akaanzisha mfuko wa kusaidia biashara ndogo ndogo uliotoa mikopo bila riba kwa vijana wa vijijini. Akiwa kwenye shamba lake jioni moja, aliwaambia wanafunzi wake wa mwisho Nilianza nikiwa sifuri, nilijifunza kuhesabu senti kabla sijahesabu milioni. Siri ya mafanikio si mtaji, ni mtazamo. Wakati wengi waliona matatizo, mimi niliona fursa. Akaangalia mbali kwenye machweo akatabasamu na kusema, sasa safari yangu imekamilika, lakini somo litaendelea kuishi. Makuu kutoka kwa safari ya Mosi: moja, pesa ni mtumwa wa mwenye akili, lakini ni bwana wa mpumbavu. Mbili, kila mtu anaweza kuanza sifuri, tofauti ni mpango. Tatu, hasara ni somo, siyo mwisho. Nne, utajiri wa kweli ni akili inayozalisha thamani kwa wengine. Tano, elimu ya kifedha ni silaha ya uhuru wa kweli. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii, niandikie maoni yako na nini kimekupendeza zaidi. Karibu tena tujifunze uchumi kwa wakati mwingine. Kwa sasa tuishie hapa. Bye bye.